African First Investors Network Afinet kwa kushirikiana na mtajirishaji midia wanakuletea mkutano wa wachimbaji wa madini Geita utakaofanyika Ushirombo tarehe 7 mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano katika ukumbi wa CCM. Ewe mchimbaji, usipange kukosa. Tunawakaribisha wadau wote wa uchimbaji katika mkutano huo ambao bila shaka utakuwa na mjadala mkubwa sana kulingana na mazingira wa wapi tumetoka mwelekeo wapi tulipo na mwelekeo baadaye. Kwa hivyo, nitoe wito kwa wachimbaji wengine, makampuni rafiki yatakayokuwepo siku hiyo ya mkutano, waje kwa wingi, ili tuje kujadili changamoto zilizopo, kuangalia namna gani ya utatuzi ya changamoto hizo na kuweka mipango ya baadaye ya mbele, ambayo lengo kubwa ni kuhakikisha makampuni yanakuwa makubwa, lakini taifa linanufaika, lakini mtu mmoja mmoja pia ananufaika katika shughuli za uchimbaji. Kwa hivyo mimi nitoe wito na kuwakaribisha sana katika mkutano huo.